Faida kubwa ni kwamba unapochangia damu unaokoa maisha ya mtu mwingine, hiyo ni faida kubwa ya kwanza yeah. E, kwa sababu hakuna mpaka sasa kiwanda ambacho kina uwezo wa kutengeneza damu chenye, kwa hiyo tunategemea damu ya binadamu mm -hmm. Kwa hiyo ukitoa damu manake unaenda kuokoa maisha ya mtu mwingine na chupa moja ya damu mm. Uh, ukichangia unaweza ukasaidia mpaka watu, watu watatu kwa sababu sisi tukishaipata ile chupa moja ya damu unaweza ukampatia mtu mmoja ikaenda kulingana na mahitaji yake, lakini pia tuna huwa tunaichakata kwenye ma, mazao tofauti tunasema. Kwa hiyo kwa chupa moja ile ya milizi mia nne ambayo unaiona tunakusanyaga, ile ina uwezo pia kuchangia kusaidia watu watatu, kwa sababu mle ndani kuna, kuna, kuna yale majimaji ambayo tunaita plasma, lakini pia tuna chembe sahani zimo mle kwa hiyo kuna watu wengine wanahitaji chembe sahani peke yake kutokana na mahitaji yao au magonjwa yao. mm -hmm. Lakini pia kuna wengine ambao wanahitaji chembe chembe nyekundu zile. mm -hmm. E, ambazo pia ni sehemu ya, kwa hiyo una uwezo wa kuchangia zaidi ya watu watatu. mm -hmm. E, na huyu mchangiaji anatakiwa mtu mwenye sifa zipi? Sifa za mchangiaji ni za kawaida kabisa kwa sisi uki, ukiangalia kwa utaratibu wa shirika la afya duniani WHO, wao wana wao wanasema wana kuanzia miaka kumi na sita kwa mfano kwenye, kwenye umri na baadhi ya nchi wana, wanaishi mm -hmm. hivyo sisi Tanzania ni kuanzia miaka kumi na nane na tunasema kuanzia miaka kumi na nane kwa sababu ya, kwa sababu ya jinsi tunavyomtambua mtu mzima mm -hmm. na wakati mtu anakuja kuchangia damu anatakiwa saini saini hati ya kukubali. Sasa ile hati ni ya kisheria, sasa kwa Tanzania mtu mzima ndo anatakiwa saini hiyo hati, kwa hiyo ni kuanzia miaka 18 mpaka 65 anaruhusiwa kuchangia damu kiangalia umri. Uzito ni kuanzia kilo hamsini anaweza kuchangia damu, lakini pia asiwe na shida yoyote ya kudumu kama magonjwa ya kisukari na magonjwa mengine kama hayo, lakini pia asiwe kwenye dawa za muda mrefu, na siku ile anakuja kuchangia awe mzima mwenye afya pia kama mwanamke asiwe mja mzito au ananyonyesha. Mwenye mm -hmm. kuchangia damu anahitajika kurudi baada ya muda gani? Mwenye kuchangia damu, kama nilivyotangulia kusema awali kwamba kwa, kwa mwanamke mm -hmm. yeye anachangia mara tatu ndani ya miezi kumi na mbili au kwa mwaka, na maana yake anatakiwa kurudi baada ya miezi minne mm -hmm. na kwa mwanaume yeye anarudi baada mm -hmm. yoye, ya miezi mitatu. Kwa hiyo inamfanya yeye aweze kuchangia mara nne kwa mwaka, sawa?